onekana kwa namna gani? Mtumishi hodari aonekani kwa mavazi yake, aonekani kwa gari yake, aonekani kwa vitu vingi, lakini anaonekana kwa mambo machache. Jambo la kwanza, mtumishi hodari wa Mungu anaonekana kwa kutegemea neema ya Mungu. Nimekuja parokia hii na kwa neema nimehudumu. Kumekuwa na changamoto, kumekuwa na ugumu, lakini sikutegemea uwezo wangu, hata sikutegemea nguvu zangu na kipawa ambacho niko nacho ama masomo, ni kutegemea neema ya Mungu. Jambo la pili, nilikaa ndani ya Yesu.